Uh, Wakristo uh, Christian songs ama nyimbo za Wakristo ambazo mara nyingi uh, tunasikia zikitumbuiza katika makanisa na, na wanachukulia kutumbuiza. uh, Wakristo of course hawafai kutumbuizwa na nyimbo, kwa sababu nyimbo hazifai kutumbuiza Wakristo. Nyimbo ni sehemu ya mahubiri Hasa nyimbo inatokana na hisia kutoka kwa kwa, kwa, kwa hisia ambayo ina, ambazo zinatokana na na feelings ambazo mtu amepitia hali fulani au akafikiria kitu fulani, na ndio sababu uh, inaitwa hisia. Nyimbo mara nyingi zinakuja kwa hisia. Uh, inawezekana ikawa ni hisia ya, ya mateso, ni hisia ya furaha, ni hisia ya, ya kutimiziwa haja zako na hisia tofauti tofauti, uh, ya... uh, nyimbo nyingi zinazoitwa na wasanii wengi waimbaji wengi unaweza kuona asina asitoi maana, labda tu kwa sababu wanataka wa sana kufocus na na na fedha huitwa mastaa kutunga midundo ya nyimbo fulani hivi, lakini ikawa asiwezi kuleta hisia za kweli kwa walengwa, hasa watu wenye wanapitia hali kama hizo, asiwezi kufariji. Na kama unavyojua katika Biblia yenyewe inasema ya kuwa mnapokutana mkutane kwa ajili ya kufarijiana. Kwa hivyo unapokuja na hali fulani ya wimbo, wimbo fulani inaweza kuleta hali ya kufariji, kufariji kwa wale waimbaji wa, wa nyimbo za Kristo mnajua wimbo nambari mia moja na sitini na nane ambao unaimbwa na mtu anaitwa James William, ambaye aliimba huu wimbo tarubeta ya mwana itakapolia. Unaposoma historia, huyu jamaa alizaliwa mwaka wa elfu moja mia nane hamsini na sita kule Marekani, sehemu ya Pennsylvania, na hata alipoimba huu wimbo aliwimba kwa sababu alipitia ali, alipitia hisia fulani, kwa sababu kuna mwanafunzi wake mmoja. Akiwa kama mwalimu wa kwaya na mwalimu wa mafundisho ya kanisa, alipitia hali ngumu sana. Alipompata huyo mwanafunzi, basi huyo mwanafunzi aliweza kufariki kwa sababu ya nimonia, miaka ile elfu moja mia nane na kulikuwa ni ugonjwa ambao uliangamiza watu wengi sana. Alipoimba wimbo huo Tarubeta ya Bwana Itakapolia aliimba kwa sababu ya yale mahubiri aliyohubiri hiyo siku, akihubiria wale watoto. Hebu jaribu kuingia kwa my channel eh, youtube channel ili niweze kukuletea habari kama hizi zi nao, utafurahia.